Kinachoimiza kinachoimiza kijana kusikiliza, kuwaza na kuchukua uamuzi ulio bora kwa uzao unaokuja, kwa uzao unaokuja. Kipindi hiki utakipata uh, kwenye

Baraza la wazee, kipindi chako kipindi changu kipindi cha wale wote ambao wanatufata mahali pote wanapatikana hasa. Tunawa salimu wale wote ambao wanapatikana Jensa, wale wote wanapatikana Chimpe hapa tunaishi wanapatikana, wana wale wote Nyawera, Nguba e, na nafasi zote ambazo wale wote ambao wanakuwa wanafata kipindi chetu cha Uh, baraza la wazee, mahali pote duniani wanaokuwa Ufaransa, wanaokuwa Belgique, wanaokuwa Amerika, nafasi yote walioto namana tosapoti. Basi kama ingali yako ya kwanza kufata uh, kipindi chetu cha baraza la wazee, tunaomba kwako kuweza kufanya nini, kujiabone, kujiabone sababu ukijiabone abone Uh, tutaenda kuendelea vizuri katika vipindi vyetu. Kipindi hiki cha baraza la wazee ni kipindi ambacho kinaenda mitaani uh, sasa kinaenda fasi zote kama vile sana sana Afrika kwa kuimiza vijana, ili vijana waweze kujua uh, hadithi ama kili, ambavyo vilivyopita ambavyo vinakuwa na ambavyo vinaweza kawa kesho na kuwahimiza pia tena kufanya nini, kufata na kupenda inchi zao. Lakini leo tunaenda hapa hapa kwetu Kongo e, na ninaenda kuwahimiza uh, wa vijana wa essence major vangu jensa hapa apa kwetu nikiwaambia, kweli, mpende mwingine yenu, mpende nchi yenu. Ah, vijana musikubali kila kitu. Yani muwe makini sana sana, sana. Ah, wazee walisema mwenye kutaka kuruka anarudi nyuma vizuri. Anarudi nyuma vizuri ni kusema kama anaangalia, anatizama nafasi, anaenda anatizama nafasi, anatoka alafu anarudi nyuma kidogo kusudi aendelee. Kama siku zote un... watu wanafanya ku labda kushindwa kidogo, lakini vizuri unaangalia, kwa nini nimeshindwa, unarudi nyuma. Na wakati unarudi nyuma, utaweza kutembea sasa vizuri katika vitu vyako vyo uh, vyote na wakati yote muda, uh, mtu anashindwa anarudia kusudi afanye vizuri katika mabaya, sababu kila mtu akifanya vizuri anajua ni vizuri kwake, ama ni mazuri kwake, lakini ni mabaya kwa wengine labda e. Na mara nyingi mtu mtu mwenye kuwa mtu haangalie mabaya ya mwengine, ama ambavyo anafanya kama vitakuwa vibaya kwa wengine. Basi kipindi hiki kinafanya tu dakika yapata dakika bo nyingi sana, inaweza kafanya dakika kumi na tano e, dakika kumi na tano o, maximum. Na hiyo dakika kumi na tano nitakuomba wewe, nitakuomba uweze kunisikiliza kwa makini. Kipindi cha Baraza la Wazee ni kama wazee, yaani katika ujuzi, katika e, Eh, eh, ujuzi wa vitu fulani, na pale ndani watu wanajiuliza sababu, kama haujiswali, kama wewe unakuwa mtu ambaye haujiswali, haupate kupata maswali ama maulizo ndani yako, kusudi ujiulize, ni nguvu ni vigumu zaidi kuendelea, ni vigumu zaidi kujua nafasi huko, ni vigumu kujua nini utafanya, ni vigumu kuelewa nini huko ndani. Eh, sana sana tunaenda kuwahimiza wajeni wa vijana wote wa Kartum, wa vijana wote wa Bagdad, wa vijana wote wa Jensa, wa Chimpe, wa vijana wote wa Uvira, wa Goma, wa vijana wote wa Kisangani, Lubumbashi, nafasi yote katika eh, nchi ya Republique Democratique du Congo inakuwa mara tano mara sita mara saba. Haya mambo labda mwenye kuzaliwa unapita miaka kumi na mnane hakuiona aliona eh, guvernema fulani yenye ilikuwa kwenye kiti kwenye uongozi wa nchi, yeye hajajua mambo ambayo ilipitika nyuma ya ile yaani mbele ya hiyo dizuit a manake miaka kumi na mnane lakini palikuwa mambo mengi yalipitika mbele ya hiyo miaka kumi na mnane ambayo huyu ambaye hakupata mzazi wake amweleweshe yeye, aulize maswali kwa mzazi wake ama kwa mkubwa fulani kuliko yeye, huyu mutu hawezi hata mara moja kuelewa nini likuwa ama nini inakuwa ama hawaze, hawaze nini itakuwa njoo wale wa vijana ambao saizi wanaimizwa na waasi, wanaimizwa na waasi kuambia sisi tutawafanyia hivi tutawafanyia hivi, na tunataka kuwaelewesha tu wa vijana ya kuwa yale mambo ambayo wanawaambia watawafanyizia leo. Um, tuliasikia kutoka zamani yani, kunatoka muda mrefu sana tumesikia kutuambia hayo mambo, tutawafanyizia hivi tutawafanyizia hivi, ni mambo sio leo yanaanza. Hapana, leo yanaanza, lakini mambo yale yalianza toka zamani, toka mbeleni. Wanakuja tena hivyo hivyo wanatuambia sisi, wakati ilikuwa muda wetu wanatuambia sisi, tuta, tutafanya hivi, tutafanya hivi lakini kwa kweli tuliona kama hawawezi hawa kufanya hiyo. Ndio maana tunaendelea tunaendelea kuhimiza wa vijana ambao ni wadogo, sababu wanawaonea wale wadogo wa miaka kutoka ishirini kutoka ishirini na mbili na tatu, wale watoto walikuwa bado hawajajua kitu, walikuwa hawajaona kitu na kuona kama walikuwa hawajaona kitu, ndio maana hawa waasi sababu walianza mbele, na hata leo wakishindwa, wataendelea tu kufanya ile mambo yao. Sasa kwa kipindi hiki tunataka siku zote tuimize vijana wale ambao hawajui, hawakuelewa, hawakuona mambo kama na ile ni kutoka vijana wa Kongo wa tangu miaka ishirini na tano ndawapa mfano, walipokuja ama hiyo government ilikuwa mbeleni, walianza maplanning yao, wakasema tutafanya hivi ma cinq chantier, tutajenga mabarabara, tutafanya hivi. Tutafanya hivi. Tutafanya hivi. Uh, ni kwe, kama ni kweli walijenga wala kama hawakujenga, ni sababu gani? Tuanzie kama walijenga, walijenga mabarabara gani? Tangia we kijana wa Lubumbashi wa, wa Kasongo wa e, wa Chimpe wa Bukavu, barabara gani ilijengwa pale kwenu ambayo ulikuta inajengwa wakati uko nakomana? Kama ni masomo masomo gani uliona zinajengwa pale, ambaye wanasema hii ni masomo ilijengwa mtoto wakati uko nazaliwa. Kama ni ndege ama ndege ya kubeba watu, ni ndege gani ulisikia kama imeuzwa na government ilioishi? Kama vile vile mtoto mwaro nyumbani, anaweza kauliza baba yake nini ulifanya siku fulani, lakini mara nyingi haikuwagi. Lakini huyu mtoto anakuwa na hiyo anakuwa na hiyo droa ya kuuliza kila kitu. Na kama vijana wetu leo wako wanapotea, wanaenda kule kuhiyo marebelio ya M23, ni sababu hawakupata shauri, hawakupata historia sababu historia ya kila fasi inasaidia mtu kuendelea na kujua nani huyu na nani huyu. Ndio maana kipindi chako kitakuja siku zote hata dakika kumi na tano asubuhi, kumi na tano magharibi, kikikuelewesha kikikuelewesha, hata e, njia ambazo zinapatikana katika mtaa wako kikikuelewesha hata namna gani haujui, eh, mahali fulani kunakuwa eh, mwingine mzuri kwako. Kikikuelewesha hata mitaani yetu ambayo inajengwa vibaya. Kikikuelewesha pia maisha ambayo tunayoishi siku hizi hapa kwetu Kongo, hapa kwetu Bukavu, hapa kwetu Goma. Ya na yanatokana na nini? Njomana siku yote na saa yote, ukifata vipindi vyetu vya Baraza la Wazee, jikaze kufanya nini? Kusudi viendelee vizuri, jiabone pale kwenye shene yetu. Tunalomba watoto wa jensa, watoto wa bekeve, wa Bukavu wote mujiabone kwenye shene yetu ya Baraza la Wazee, shene yenu ambayo tunataka iende kwa mtandao vizuri, ni shene ya mashauri, ni shene ya kuwaonesha, ni shene ya uzalendo, ni shene ya wale ambao wanaopenda nchi wanaopenda mungini wanaopenda mambo yote yaendeke vizuri, wanaotaka kesho ijayo, yani siku zijayo, mtoto wa Kongo ajue, asome, aendelee, sababu wote wanakuja vile, kama wanataka watoto wa Kongo waendelee, wasome. Lakini kweli wale watu ambao hatutataja jina zao ama majina zao, wale watu sio wazuri kwetu na siku zinazokuja tutataya majina yao kwa kweli, tutataya majina zao. Na tukitaya majina zao itakuwa vizuri sana, sababu mutawajua kama vile munawajua, lakini itaendelea zaidi na zaidi kuwajua na kuelewa wanakuwa na mbinu gani ya kuwatumikisha wa vijana bure. Ayo mambo ya exploitation ya wavijana haikuanza leo, lakini wavijana tuko hapo kusudi tufanye tupiganishe hiyo mambo. Tuko hapo kusudi tusiendelee katika hiyo mambo. Basi kipindi hiki chetu ambacho kinakuwa cha, uh, cha Baraza la Wazee kwa leo kinakomea hapa. Uh, utafata tena kipindi chetu muda mwingine magharibi, sababu ni kipindi chako. Basi nakuomba uweze kulike uweze ku, eh, kujiabone kwa kipindi chetu kusudi kiendelee vizuri, na kipindi hicho kitakufalia, kitanifalia pia mimi, kitafalia wa vijana wote, kipindi ambacho kitawasaidia eh, kuelewa kila kitu. eh, bye, bye. Kusikiliza, kuwaza na, na, na, na kuchukua uamuzi ulio bora kwa uzao unaokuja, kwa uzao unaokuja. Kipindi hiki utakipata Uh, kwenye Bekewe bana, Jensa bana, Kartun bana, Bagdad bana, Nyawera TV.